Mjambo, tena karibu kwenye chanel yetu Le Mariage Reussi. Mimi ni mwalimu wako Kakule Msubaja, ambaye ninakuletea tena somo mpya, somo nzuri ambayo inasema juu ya nafasi ya wazazi katika ndoa. Nafasi ya wazazi katika ndoa, unapozaa mtoto, unapomleta mleta kwenye dunia hii, si ujue kwamba una kazi tu ya kumkomalisha anapofikia wakati ya kuoa huyu mtoto, inakubidi wewe mzazi kumpatia uhuru wake, kumwacha ajitawale katika unyumba wake. Tumeona nyumba nyingi zikibomoka, ni kwa sababu tu wazazi wamejiingiza katika mambo ya ndoa ya watoto wao. Kwa sasa karibu tena, na napenda unifuate kwa makini tangu ninapoanza hadi mwisho ya video hii. Unapoifungua uifuatilie hadi mwisho, ili uweze kufanikiwa ndani yake. Nakusie kwa makini na kusikiliza kabisa tangu mwanzo mpaka mwisho, na itakuwa jambo nzuri sana. Nafasi ya wazazi katika ndoa ya watoto wao. Kwa sasa ninapenda kama wewe ni mgeni kwenye chanel yetu subscribe kwanza, je, abone. Gusa hapo chini kwenye video kunaandikwa kwa upande wa kuume wako, kuna nafasi ambapo wanaandika saboni na, na kama munatumikisha telefone ya Kiingereza wanaandika subscribe. Gusa hapo. Baada ya kupagusa utaona kunatokea kengele. Hiyo kengele iguse, nitakuletea maandiko. Alafu finya tute au all. Utakapofanya hivyo utakuwa ume subscribe, subscribe kwenye channel etu, utakuwa umejibone vizuri kabisa. Na unapogusa hiyo kengele na kuikamilisha kwa kugusa maandiko tute Alafu utakuwa umejiabone kweli kweli, na kwa njia hiyo YouTube kila mara nitakapotoa video mpya, watakujulisha na kukwambia, mwalimu wako unayempenda msubao ametia tena video mpya tayari, ukamfuate ukamsikiliza. Ninaaminia kwamba umefanya hili jambo kwa kwasi, halikamati muda mrefu. baada ya hapo

Unapofanya hivi unasaidia watu wengine na wakufuata somo zetu. Basi tuende mara moja kwa somo letu, lakini kabla tuchambue somo letu asubuhi ya leo, ni lazima tukwambia kwamba namna unavyoona video zetu zingali kabisa kwa nivo ya chini, na tungependa ziwe video ambazo zina

Namba ya kwanza ni ya Airtel Money. unaweza tuma pesa zako hapa. Namba ya pili ni ya Orange Money. Na namba ya tatu ni ya Mpesa. unapotumia pesa ni kwa ajili ya kutengeneza mambo ili video ziwe na sura nzuri na zile ambazo zinavutia. Ni kwa ajili ya hii tuomba mchango wako, na tutakapo uh, fungua studio nzuri ambayo inapendeza, ninajua hata wewe utafurahi

Yale mambo yote yanahitajika, na ni kwa njia ya mchango wako tutafikia mambo haya. Tunashukuru wote ambao wametoa hadi zao, na tunaamini wataweza kutuma pesa. Tunashukuru sana, ili usibaki nawe na jiunge na hawa watu wengine, na itakuwa jambo nzuri. Somo letu linasema juu ya nafasi ya wazazi katika ndoa za watu wengine. Napenda milete mfano kidogo. Nimesikia habari ya kwamba kuna uh, kijana ambaye alimwoa binti, lakini mbe, kabla wawani mbele huyu msichana aingie kwenye mahusiano ya ndoa, alikuwa ameambiwa na wazazi ya kwamba baada ya muda mchache ataenda kusomeshwa katika shule za kigeni, na aliambiwa ya kwamba ajiandae kwa jambo hili, hata kama anafanya harusi ataweza kubebwa kwenye uh, nafasi ambako atasomea masomo ya juu. Na aliunga ndoa akijua kwamba hii ataifanya alafu, baada ya kuunga ndoa, baada ya harusi yao. Hii ilikuwa tatizo kwa sababu baba ya msichana aliendelea kukazana na kusema, ni lazima binti yake aende kusoma masomo ya juu, na iliomba afanye vikaratasi vyote, kila kitu, ili msichana huyu asimwambie hata mume wake, na itakapofika siku ya kuenda ndipo aweze kumwambia. Na ili siri hii ilifanyika, msichana alificha siri hii na ilipofika siku ya kutafuta enda, juma mbili kabla aende, ndipo alimwambia mume wake na kusema, baba anasema niende soma na kule ambako ninaenda somea ni katika nje ya kigeni, na masomo hayo ni ya muda wa miaka tano. Walikuwa wamefanya ndoa na kulikuwa kumepita tu miezi saba. Jaribu kufikiria jambo hili, na huyu msichana alisema siwezi kukataa yale ambayo baba amesema, na tayari vikaratasi vyote ni tayari. Hivi ni nini? Ujitie kwa nafasi yao kijana, ujitie kwa nafasi ya wazazi yao kijana. Alafu baba ya msichana hakujali na maneno ambayo yalisemeka, alimkamata tu binti yake na akamtuma kwenye shule na huyu alienda. Alafu huyu kijana alijiuliza kwa muda wa miaka tano atafanya nini, maneno namna alivyoendelea atukujua tena. Unaona shida, huyu ni mzazi ambaye ametenganisha vijana ambao walikuwa wameoana. Biblia inasema kama nasomaa kitabu cha Mathayo sura ya kumi na tisa la verse ya 6. Nasema ni ole kwa mtu ambaye atatenganisha kila ambacho Mungu alikiunganishi, ni ole na ni kitu ambacho Mungu na kutenganisha kila ambacho yeye mwenyewe amekiunganisha. Tuna poenda kanisani kufunga ndoa, tuna sema maneno mbele ya Mungu. Tunasema maneno mbele ya watu natuwasema kifo tu kitatutenganisha. Alafu oh, mzazi unapozingiza katika pla ya Mungu na unafikia kutenganisha watoto kwa sababu ya maneno yako, sababu ya akili yako mbovu, ujua kwamba kuna hasara na kuna malipizi ambayo inakungoja. Doh, hiyo ni kuple ambayo ilitengana kwa sababu baba msichana alisiempose mpaka mtoto aende kusoma masomo ya mbali, kwa sababu alikuwa haone valer thamani ya kijana. Alikuwa akimwona kama mtu ambaye ana pesa ajali na yote ambayo ingesemeka nyuma. Hivi aliwatenganisha msichana, akenda kwenye shule, kijana akabaki peke yake. Ni watu wengi, wazazi wengi ambao wamejiingiza katika maneno ya harusi ya watoto wao. Ingekuwa vema mtoto anapofunga ndoa, kijana wako amemwoa binti wa jamaa lingine, isingelikuwa kwako kuja kuendelea kupana mashauri katika kouple hiyo. We ndiwe waulize mbele, wafanye kitu. Kuna wazazi wengi ambao wamezifanya kuwa ndio wanaongoza uh, ndoa za watoto wao na wameambia vijana wao, kila mara unapohitaji kitu utuulize kwanza mbele, mkifanya katika kuple. Na hii imeangamiza uh, ndoa nyingi. Owe baba, owe mama unayenisikiliza ujue, ya kwamba kijana wako msichana wako anapofunga ndoa, huyu amekuwa mtu mzima na ni lazima umwache aishi maisha yake. Biblia inasema katika Mwanzo sura ya pili verse ya makumi mbili na aine ya kwamba kijana atamwacha baba atamwacha mama na ataenda kufungamana na mke wake, na hawa watakuwa mwili mmoja. Na wanapoenda uwache waende basi

Wanaweza kuja kwako na kusema tumewaza kufanya hiki na hiki, una wazo gani? Hiyo haikatazwi, lakini kusema ni wewe utakua ukiamua kila kitu kinachofanyika katika ndoa ya wa watoto, hiyo ni zambi na si vizuri, kwa sababu kisoma Waebrania sura ya kumi na tatu vese ya ine inasema kwamba ndoa na iheshimiwe na watu wote. Nakusema ndoa iheshimiwe na watu wote, na tafuta kusema hata wewe mzazi uheshimu ndoa ya watoto wako, usiwazuru kwa chochote, na kusiwa hata muda ambao unaonekana ukifanya uh, mambo katika hiyo ndoa ya watoto kama nasoma Wakorintho wa kwanza sura ya saba na verse ya pili nasema kila mtu awe na wa kwake kusema mume aambatane na mke wake, na mke aambatane na mume wake. Hivi ni lazima wewe kama mzazi unapokusudia kuacha mtoto wako aolewe au aowe, jua kwamba umehakikisha kwamba yo ume, mtoto amekoma na ni lazima umpe uhuru wake. Amen, naamini ya kwamba mnanisikiliza na kwamba mtatie maneno ninayoyasema kwa nina sababu yanatokana na Mungu yeye mwenyewe. Ni shida sana wakati wazazi mnapoosha mtoto wenu na ninyi binafsi hamjakoka, hamjajua Mungu ni nani. Kwa hivyo mnaingilia maneno ya watoto, mnapenda wakiuza kitu na wa, ninyi wawauzie, mpenda wakifaa proje zao, kama ninyi hampate sehemu yenu, mnapenda mungu sumbwe watoto. Hi kawaida lazima mjue ya kwamba watoto wanapokoma wanakuwa wa responsable wa maisha yao, wanakuwa wao pekee, ni lazima waongoze ndoa yao bila kuwazuru, bila kuwaingilia kati. Ni wazazi wengi ambao wameshindwa jambo hili, na ndoa nyingi zimetatizwa katika uh, ka nafasi hii ya wazazi kuingilia katika mambo ya watoto. Kama wewe ni wampya katika mafundisho yetu kwenye chanel yetu, ninakusi sana ushaboni mbele, uendelee kufuata video hii kwa kuwa maneno anaokuwa ndani yataweza kusaidia hata watoto. Tunapewa ugawe pia link hii kwa watu wengine, ili nao waweze kusikia mafundisho haya. Uh, gusa kwenye kidole ambako ni kulaike video hii na itakuwa ikienda kwa watu wengine, kutafuta kusema. Sasa kwa ajili ya wanandoa wao wenyewe, kijana unapooa ujue ya kwamba jamaa lote ulikaa na kutana, umetimiza umri wa kuoa, umekuwa mtu mzima na ni lazima ujitegemee sasa wewe peke yako. Ukiisha kwa binti, umeamuriwa kuolewa na wazazi wanakubali uolewe, ni kusema wameona ya kwamba tayari umekuwa na uwezo wa kuchunga mume, umekuwa mtu mzima ambaye anaweza kuleta mashauri ili nyumba wenu usonge mbele. Hivi unapo kubali kuingia katika ndoa na unafikia hatua ya kuunganishwa katika ndoa Mba, kitu ya kwamba kitu ambacho nakubidi kufanya ni kutafuta sana kuambatana na mume wako, ni kutafuta sana kuambatana na mke wako sima maneno yote inao mnaokusudia kufanya myafanye ninyi wawili, bila kuwaza uh, juu ya kitu kingine. Mara ingine kuna vijana ambao wameoana na wanaenda mbali ya nchi yao, na kule mko oblige kuishi ninyi pekeni. Lazima muwe wale ambao mnaweza kuamua maneno yenu. Ikiwa kuna tatizo limetokea, mkae pamoja na mtafute suluhisho pamoja. Maneno ya kukimbiakimbia kwa wazazi, oh, mume wangu amefaa hivi, oh, mke wangu amefanya hivi. Usishtaki mke wako au mume wako kwa wazazi wako, hiyo ni kosa kubwa. Kitatizo likiwapata mkae ni kwa sababu ya hiyo wamewapa chumba chenu I zile z, hivyo vibambazi vine ni lazima vichunge maneno yenu. Ni mule mnapasha kufanyia shauri zenu, ni mule mnapasha kuzungumzia maneno yenu. Hivi kama mnapenda kuingiza kila siku wazazi kwenye mahusiano yenu kwenye ma fikili – yenu kwenye kila kitu ambacho mnapenda ukifanya, mtia ya kwamba mtajaribishia. Unapo kamata msimamo wakoa oyo kijani kusema umekomaa, na wazazi ni lazima waanze kujitenga polepole nayo na wakuache wende kuambatana na mke wako oyo mama, unapolewa isingelikuwa kila siku habari kutuma kwenu ku leo, kumekuwa rezo sosio, kumekuwa Facebook, kumekuwa mamessenger, kumekuwa mawhatsapp na kuna wasichana wengi ambao wameshindwa kila siku ni kutoa ripoti kwenye mama yake, wamenifanyia hivyo, wamenifanya, na hii ni kuchokesha wazazi Shindana na mambo yako huko, tengeneza mambo yako huko. Na kila kitu kinachokufikia tafuta suluhisho wewe na mume wako, tafuta suluhisho wewe na mke wako. Tukifanya hivi tutakuwa tumejenga nyumba zetu na hizi nyumba zitakuwa zina nguvu. Nikitafuta kumaliza, niseme ya kwamba jamaa lote haturuhusiwi kuziingiza kwenye mambo ya watoto we, apo linatafuta kusema jua, famille elargi juu ya watu wote katika jamaa, na hapa linatafuta kujiadrese kwa wakaka, wadada, wa muyomba wa shangazi na kadhalika. Mbele tuseme juu ya hawa watu. Basi na kusie kama uh, una mchango mdogo kwa ajili ya kutengeneza video zetu, karibu tuma kwenye namba ambazo utazipata kwenye description ya video hii. Tumetia namba ya Airtel Money, Orange Money na M-Pesa. Ukiwa na shauku, ukiwa na hamu ya kusaidia ile video ziziwe na sura nzuri, zifikie watu katika hali nzuri, tukiwa tumehitaji kamera, tumehitaji

iweze kusambazwa na YouTube kwa watu wengine. Ni hayo mambo madogo madogo tunaenda tukikumbushana. Kama hauja subscribe hauja abone, basi ni muda wako kufanya kazi hii. Ona chini ya video kuna mahali wanaandika sabone au subscribe, gusa hapo, gusa kengele, gusa uh, tuti ambayo itatokea, nautakoa umejiabone vizuri ni mapera kukazia jambo hili kwa kuwa ni lazima komunote yetu, wale wanaotusikiliza waweze kuongezeka, mtafuta kuhakikisha kwamba turafatwa fasi nyingi, Kenya, Uganda, Amerika, Japani, sijue risi huko kote, video zetu zinafika hivi. Unapo like unapo gawa e link kwa watu wengine jwe, inaweza kwenda France, inaweza kwenda ivr naweza kuenda mahali ambapo Kiswahili kinasemeka kwa zaidi sana kama Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, basi jaribu kutuma link huko na watu wengine waweze kufata mafundisho ya lahusu jamaa. Nyingi wazazi wengi wameharibisha ndoa za watoto kwa sababu hawakuelewa ya kwamba ndoa ni lazima iheshimiwe na watu wote, na mtoto akisha unganishwa katika ndoa, huyo amekomaa na ni lazima apewe uhuru wake. Wazazi tumesema juu yao, tuseme juu ya washangazi wa myomba na wengine ambao ni wakaka wadada, ambao wamezoea ndojua, kwenye Facebook, kwenye WhatsApp, kumepita mambo mengi na wanaendelea kutuma message message kwa kuzuru tu watoto. Oh, tuliona bwana wako akifanya hivi. Wengine wameleta tu mambo ya kuchonganisha wale wanandoa. Oh, tuliona mume wako akifanya hivi, alikuwa na binti mwengine, sijua maneno haya ya kuchonganisha, tuyaache ili wale wanandoa waweze kujikuta wana uhuru wao, wanaweza kufanya mambo yao kipekee. Ni ya muhimu sana. we shangazi we myomba we kaka we dada kuachia wale ambao wamefunga harusi zao maneno yao. Ikiwa utakuwa yule wa kuchonganisha wa kuleta mambo tofauti ili watoto hawa watengani, basi haulete msaada wote, utakuwa umekuadhuiwa hii kuple na si vizuri. Basi tuwapera tuwambia kwamba jambo hili linasumbua sana na ni lazima tuliepuke, tuepuke kuchonganisha watoto wetu, na itakuwa kitu cha muhimu tulapo weza kuwatenganisha, kujitenga na majozi, kujitenga na hao watoto ambao wamefungana katika ndoa. Tukumbuke ya kwamba mbele ya serikali walisema ni kifo tukitawatenganisha tukumbuke walipokuwa mbele ya kanisa, wasema wataishi maisha yao mpaka kifo kiwatenganisha. Hivi ukiwa wewe ndio utakuwa chanzo au mwanzo wa kutengana kwa watoto, ujue Mungu atakupiga fimbo, Mungu atakuhukumu na utakuwa umeibebesha laana ambayo hautaweza kuitoka. Asante sana kwa kutusikiliza, tunaamini ya kwamba somo hili limesikika na kwamba